Na vitabu mvingi vitabu mvingi, tutamaliza leo mwisho, namalizia mada yangu, lakini tena nitakuwa nishatohoa limadha nataalamu. Tunasoma kwa sababu elimu hii ni ibada, hii elimu ni ibada. Ndio maana tunasoma kwa ukizingatia kwamba hii elimu ni ibada, kama swala za sunna rakaa mbili, kama funga ya Alhamisi. Fungo ya Ijumaa, upate taabu. Unaona tupo kwenye ibada na unapata thawabu. Talabu al-ilm fariidatun ala kulli muslimin. Upate taabu. Ukizingatia kwamba ilmu ni taa, ni qurba. Na umeeleza ahli al-ilm elimu katika qurbati, elimu ni bora kuliko swala za sunna, kuliko mambo mengine ya nawafil, lakini kama nia ya mtu itakuwa ni ilmi mtu atakatumia usiku mzima akafanya mutala ni bora kuliko alosimama usiku. Ukakaa usimama usiku ukafanya mutala wako, kuanzia baada ya isha ukasoma Qur'an ukatafuta tafsiri ukashika hapa ukasoma mpaka ikaingia alfajiri, na alosimama kuanzia saa mbili mpaka alfajiri, wewe ni bora kuliko yule. Na yule akiyapata mawili ya kusoma na kusimama atakuwa amekuzidi. Ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan lil janna. Al ilmu yenyewe ni ibada, lakini ilmu, angalia ikuzidi. Elimu ni wasila ila maarifati sa'ir al ibada, ndio njia kwenda kujua ibada nyingine zote. Uwezi kujua swala bila ilmu, uwezi kujua zakaa bila ilmu, uwezi kujua siyam bila ilmu Uwezi kujua haji bila ilmu, kuni wasila ila sairi libadati. Tuko pamoja, hii ni ibada, mpo kwenye ibada. Ndio maana inahitaji nia na nini na mutabaa, unalipwa kila siku. Ndio maana wamfikia watu wenye kusoma ilmu mpaka alhitanu fil bahar, wanamwombea msamaha a, kwa sababu ya ile jambo. Ile jambo ni kubwa

ili tuweze kuwasomesha wengine. khairukum man ta'allama alqurana wa allama, bora wenu ni yule ambaye atajifundisha qur Qurani na akaisomesha kwa watu, sio ukasoma tu, alafu ukazuia ukisoma. Umejua, unajua, watakiwa uwafikishie watu. inna alladhina yaktumuna ma anzalna min albayinat wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wayal'anuhumul la'inun, wale ambao wanaoficha yale ambao tumeateremsha ubainifu mbalimbali huda, tumeweka wazi kwa watu, alafu wewe ukawa unaficha, unajua kabisa hii ndo huda, hii ndo haki, hii ndo bayani ukaficha